Mfumo wetu wa elimu tulivyopata uhuru, ilikuwa hakuna elimu ya lazima, lakini miaka sitini kule katikati, ilikuwa unaweza ukasoma mpaka darasa la nne ukaacha kwenda kusoma, lakini ilikuwa sio lazima uende shule, ilikuwa sio lazima. Elimu ya lazima ilikuja wakati wa Mwalimu Nyerere, na alivyoleta elimu ya lazima, mabadiliko ya kwanza ilikuwa ni kuondoa darasa la nne kama terminal end ya elimu, kupeleka darasa la saba, na ulikuwa ni uamuzi wa kijasiri kweli kweli kweli kwa nchi aliyorithi, ambayo ilikuwa haina chuo kikuu. Chuo kikuu cha kwanza kilianzishwa kama University College of Dar es Salaam, lakini kwa College of University of London mwaka 61, makao makuu ya Chama cha Mapinduzi pale Lumumba. Kwa nchi ambayo ilianzia kule, watu wenye digrii chuo kikuu walikuwa wazidi kama kumi, sijui kama walikuwa wanafika, lakini akaweka elimu ya miaka saba na akaifanya ya lazima. Baada ya hapo tumeendelea mpaka sasa hivi kwamba miaka saba ni elimu ya lazima sasa. Tumefika mahali rais wetu mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, chini ya mageuzi ambayo tunayafanya, elimu ya lazima sasa inatoka kuwa miaka saba kwenda miaka kumi, kwamba kila mtoto wa Kitanzania kwa amri na sheria, tunabadilisha kwa amri, lazima akae shuleni kwa miaka kumi, na tunajua watoto wanaanza shule wakiwa na miaka darasa la kwanza watakuwa wanze preschool lakini darasa la kwanza miaka sita kwa ile miaka saba ukaa miaka saba umeanza miaka sita unamaliza shule ukiwa na miaka kumi na tatu Hasa miaka kumi na tatu aki, akiacha shule, hamna sheria ya kumlazimisha asome, hamna sheria ya kumkimbiza mzazi, japo tunakimbiza nao, lakini kwa kweli bila sheria. Halafu mtoto asipoajiriwa, tunasema elimu yetu watoto hawaajiriwi miaka kumi na tatu na sisi tumeweka tume tumesaini kwenye sustainable development goals za dunia 2015 Tanzania, hiyo ni pale tumekubali kwamba tutatoa elimu mpaka sekondari, lakini tulikuwa hatujafika huko, na hii sera na niseme ukweli ya 2014 ambayo yenyewe ndio ilianza kusema kwamba elimu ya lazima itoka miaka kumi, utekelezaji wake ulikuwa na kigumizi. Nchi hii ina kazi kubwa sana, kuna mambo mengi sana ya kufanya bado. Kuna kazi kubwa ya kupanua madarasa, shule kwa ajili wa walimu, mabarabara ya kujenga Tanzania nzima. Kwa hiyo mtu yoyote ukiwa pale lazima utakuwa na gugumizi, eh, miaka kumi tena si subiri subiri. Ndio maana sera hii inaitwa sera elimu na mafunzo 2014, toleo la 2023 kwa sababu hiki ninachosema kilikuwepo 2014, sio kipya, kilikuwepo utekelezaji wake. Sasa tunahitaji reli nzuri kwa ajili ya kusafirisha bidhaa, tunahitaji umeme wa uhakika, kujenga bwala la mwalimu Nyerere, daraja la Busisi, watu wanafahamu pale Mwanza, na vitu vingine chungu mzima. Ujenzi wa mabarabara lazima, kwa sababu njema tu unaweza ukasema hili lisubiri. Nadhani kwa rais wetu alisema, kama unadhani elimu ni gharama, jaribu ujinga, utagundua hailipi tuwekeze hata kama ni gharama kubwa. Kwa hiyo sasa, kuanzia ishirini na ishirini na saba ishirini na nane elimu ya lazima Tanzania itakuwa miaka kumi. Itagawanywa kama ifuatavyo: kutakuwa na preschool elimu ya awali. Tumesema ni muhimu, hatujabado hatujasema ni lazima kwa sasa. Tunapenda kuwe na miundombinu ya kutosha ili tuseme ni ya lazima. Kwa hiyo tumesema ni muhimu kwenye sera lakini sasa ni lazima mtoto aingie darasa la kwanza mpaka la sita, atakuwa amemaliza elimu ya msingi, lakini hajamaliza kusoma. kwa ishirini ishirini na saba ishirini na nane, elimu ya msingi itakuwa miaka sita. Mwaka huo kutakuwa na wale wanaomaliza darasa la saba na wanaomaliza darasa la sita. Kutakuwa na double coat, ili tutokea mwaka elfu moja mia tisa sitini tuta overcome vile vile, kwa njia mbalimbali, halafu baada hapo, lazima aende kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Kwa amri mzazi, lazima umpeleke mpaka kule asome amalize. Baada ya hapo, tungependa aendelee kusoma, tutajitahidi. Lakini sheria yetu itaishia hapo, atamaliza kidato cha nne akiwa na miaka kumi na sita kwa sababu ataanza na miaka sita darasa la kwanza, jumlisha kumi ni kumi na sita. Walao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 unaongeziwa masomo ya vitendo.